Naam, mtazamaji wa Trend TV, e, bwana Juma Lokole. E, amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuja kugonga muuli au tunaweza kusema kwamba Juma Lokole amekuja kupigilia e, msumari kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko mitandaoni baada ya video kusambazwa na Mange Kimambi zikiwa zinamuonyesha e, zikiwa zinamuonyesha zikiwa zinaonyesha wadada wakiwa wanadhalilishana. Kuna mdada anaitwa Mary amekuwa akikimdhalilisha mwenzie, kisa ni kwamba wote ni michepuko ya Mwijaku, kwa hiyo wamejuana na alikuwa ni marafiki. Umeona, bwana, na Mwijaku tunafahamu kwamba ni mume wa mtu na ana familia yani, ana mtoto eh, kama tunavyomfahamu sasa. Basi kumbe bwana, hizi video zilienda kwanza kwa Juma Lokole, lakini Mwijaku kwa alivyogundua kwamba hizi video zili Juma Lokole amezipata ni kwamba haraka sana eh, Mwijaku akamtext Juma Lokole na akaandika ujumbe pale kupitia sorry, Mwijaku akamtext Juma Lokole akimwomba kwamba asije akazivujisha Instagram, lakini at the end of the day ni kwamba Juma Lokole akasema sawa, yeye hatovujisha, lakini lazima ajue tu kwamba Mange uh, wale watu ambao wamemtumia hizi video Juma Lokole lazima pia watazivujisha kwa Mange iwapo kama wakiona Juma Lokole haziposti. Kwa hiyo at the end of the day umeona bwana, kwa hiyo Juma Lokole akuvujisha aku zikavujishwa kweli na Mange. Kwa hiyo hapa ma, mazungumzo yao yalikuwa hivi Mwijaku, eh, ilikuwa ni March, Jumatatu tarehe kumi na saba eh, ilikuwa ni March, Jumatatu tarehe kumi na saba. Ni mwezi uliopita. Eh, katikati. Sasa Mwijaku alimtexti Juma Lokole, akamwandikia, ilikuwa saa sita usiku, akamwambia kwamba ni stiri waifu atamaindi hivi vitu vya muda mrefu. Umeona, yani kwamba e, Mwijaku alikuwa anamuomba Juma Lokole hizi video, kwa sababu yuko nazo tayari, basi amstiri asija kazivujisha, kwa sababu mkewe atamaindi, kwa sababu haya mambo pia ni ya kitambo yalitokea. Lakini Juma akaandika, alafu sorry, Mwijaku akaendelea kusema kwamba please, mzee wangu nipo, niko ndani ya Ramadhani. Umeona, mwezi uliopita of course ilikuwa Ramadhani. haya Huku Bwana Juma Lokole akajibu kwamba sawa, usijali we wangu. Mwijaku akasema kwamba asante ndugu yangu, ya nataka, ku, nataka kuja nani, nataka kujua nani aliyezivujisha, alizivu, hizo mzee wangu, namba yake nijue ni, ni, ni demu mwenyewe au ni, au ni nani? Naomba eh, naomba naomba na, niambie hiyo namba inaishia na ngapi? unalichunia Juma sio? mimi wako ujue, oho Juma akajibu. Juma akajibu hapa kwamba, ahaa, achana nayo yamepita. Mtu wa taarifa atajwi, ndugu yangu. Sema sasa, wakiona nimekausha watapeleka kwa Mange, jiandae mapema. Umeona? So mambo yalikuwa ni mazito na Juma Lokole aliamua kumstiri Mwijaku, lakini baadaye ni kwamba hizo video zikapelekwa kwa Mange na Mange akazivujisha na hicho ndicho sasa hivi kinacho trend huko mtandaoni. Kwa hiyo, Juma Lokole mwenyewe ameposti hiyo conversation za chats zake yeye na Mwijaku kwamba hizi taarifa kumbe Juma alikuwa nazo kitambo, lakini aliamua kumstiri swaiba wake. Lakini ndo hivyo sasa, mtu ambaye alimtumia hizi video Juma akazipeleka kwa Mange Kimambi. Umeona bwana, Mange akazivujisha leo. Sasa basi, kumbe hili tukio au hizi video zilivuja tokea mwezi wa Ramadhani hapa. Sasa kwa mujibu wa Juma Lokole, baada ya kuandika na kuweka huo ushahidi kupitia ukurasa wake wa Instagram hapa chini, katika caption akaandika kwamba ehe, wambea mnanipigia simu sana kuhusiana na, na jambo la kaka yangu Mwijaku. Huyu ni kaka yangu, nawapenda na, na, na a na, nampenda yeye na, na yeye na mke wake, yaani yaani masimu asubuhi yote hii huu ujumbe nilipewa tangia mwezi wa Ramadhani, wakati Mwijaku yuko hija kaenda kufanya ibada na niliposti kabisa kisha nikafuta, kama mnakumbuka vizuri. Akaendelea hapa Juma Lokole kusema kwamba na alikuja kaka yangu akaniomba sana nifute kwa kuwa, kwa kuwa kilinuka sana na mke wake na ukizingatia, na ukizingatia kwamba mimi na mke wake ni mtu na mdogo wake. Kuna muda na mimi pia ni binadamu, Juma ameandika hivyo. Akaendelea yaani kwamba Juma yeye <laughs> alikumbe hizi video alikuwa nazo tokea mwezi wa Ramadhani, na by the time hizi video Juma amezipata, anataka kuzivujisha ni kwamba huku Mwijaku yeye alikuwa yuko hija, alienda kuhiji na baada ya kuona tu kwamba Juma ameanza kudokeza kwamba anataka kuvujisha habari nzito kuhusu Mwijaku amechepuka mkewe, tayari alishaelewa kwamba nini kinaendelea, na akaanza kumwashia moto Mwijaku. Mwijaku ndo akaja kumplease Juma sasa. Juma ikabidi amstiri Mwijaku, amstiri pia na mkewe Mwijaku, kwa sababu Juma na mkewe Mwijaku ni mtu na mdogo wake. Umeona bwana, kwa mchongo uko hivyo. Lakini mtu ambaye amepeleka hizi taarifa kwa Juma Lokole, alivyoona kwamba Juma Lokole hajachukua hatua yoyote, hajazivujisha ndo akazipeleka kwa Mange sasa. So hivyo ndivyo ilivyokuwa, lakini hapa Juma akaendelea kusema kwamba kuna muda mimi ni binadamu, nikataka kupeleka ICU nikasema kwamba kaka yangu ni mstiri. Wambea mnapiga masimu kama mnanidai kisa Mwijaku. He, yaani najiuliza miss call zote hizi, asubuhi yote hii, kuna mtu amefariki eh. Akasema kwamba msameheni kaka yetu Mwijaku. Akamalizia hapa chini kwa kuandika kwamba Mwijaku hajafanya kosa lolote. Mizuzu ni hiyo midada, mnapigana kisa mume wa mtu. Mwijaku kosa hana kabisa. Hapo akaendelea Juma kusema kwamba mnamshambulia kwa kuwa jina lake limetajwa kwenye hiyo video. Ebu, ebu mwacheni na na, mpambane na hao wanafunzi wa pumbavu. Ameandika hivyo Juma Lokole akiwa anamtetea Mwijaku. Meona bwana. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Wa kwanza kabisa kuja kucomment hapa ni Haji Manara. Haji Manara ameandika kwamba si cheki kwa hayo ya ukatili. Nafurahia hilo, nafurahia hilo kuchu linalopenda mambo ya watu linavyodhalilika. Eh, ngoja nimcheki mkewe, nimpe pole. Ameandika hivyo Manara. Kwa sababu ndani kama unakumbuka kwamba Manara alivyoachana na Zailisa moja kwa moja Mwijaku alikuwa anamsema sana Manara, akawa anamponda sana Manara na kumsifia Zailisa kwa kumwacha Manara. Sasa huku e, upande wa pili huku bwana Manara leo hili, sasa leo hili imemkuta Mwijaku. Manara sasa leo imekuwa ni zamu yake kufurahia, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini hapa kuna mtu mwingine anasema kwamba nilijua tu e, alikufuata aliku alikufuata na ukamstiri na ukafuta faster kwa mtonga, so kwa mbio, akaandika kwamba, nilizani sio Mwijaku huyu anayempenda sana mkewe, siamini kwa kweli hadi atoe tamko. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa hiyo kuna watu hapa mstaajabu wa kuona kwamba Mwijaku anayejidai kila siku anampenda mke wake, Mwijaku anayejifanya kila siku anamsifia mke wake e, na mambo mengine kama hayo. Sasa hii leo hii ghafla ni kwamba inaonyesha kwamba Mwijaku yeye tena ndiye anaye mchiti mkewe na wanawake tofauti tofauti wanafunzi wa chuo. Mambo hayo ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha eh, unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.